Jana gazeti la Citizen imetoa eh, makala uh, ikinukuu utafiti uliofanyika na Safwan Bashundara Global yani SBG uh, utafiti ambao umeiweka Dar es Salaam kati ya miji minne uh, mikubwa duniani kwenye swala la miundombinu janja. Uh, sasa Safwan Bashundara Global ni kampuni gani? Uh, ni kampuni ya kimataifa ambayo imewekeza kwenye sekta karatasi, chuma, saruji, vyombo vya habari pamoja na mali zisizohamishika yani real estate. Katika taarifa hiyo hiyo uh, imesema kwamba Dar imepata uh, maxi 8.39 kati ya kumi ambayo imeiweka kati ya miongoni mwa miji inayofanya vizuri pamoja na miji mikubwa duniani kama vile London, Paris na Sao Paulo kule Brazil. Lakini sio hicho tu, kwenye swala la miundombinu inayozingatia mazingira basi Tanzania ilipata maksi ya nane nukta mbili moja kati ya kumi. Sasa kwa nini hili ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu uh, swala la miundombinu ina inaathiri sana swala la uchumi wa nchi. Nitanukuu uh, utafiti mbalimbali ambao umefanyika nchini Tanzania mwaka elfu mbili na kumi na tisa ilionyesha kwamba ukatikaji wa umeme Tanzania inasababisha biashara zipoteze asilimia kumi na tano ya mauzo yao au dola bilioni mia mbili kumi na sita kwa mwaka lakini sio hilo tu. Kwenye jiji la Dar, swala la foleni ilikuwa inagharimu uchumi wa Dar trilioni moja nukta nne kwa mwaka. Sasa na shilingi bilioni nne kwa siku zinapotea kwa sababu ya foleni. Ndiyo maana ndani ya miaka michache serikali imefanya kazi kubwa kuwekeza katika swala la miundombinu ya serikali. Ya awamu ya, ya sita imetumia jumla ya shilingi trilioni mia moja kumi na nne nukta nane kwenye swala la miundo mbinu ikiwemo kwenye barabara, reli, madaraja, umeme, maji na kadhalika. Hivyo basi uekezaji uh, wote huu wa miundo mbinu uh, inaelekea kutufikisha katika Tanzania ile ya viwanda. Kwenye moja ya sera ambao mgombea wa CCM Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametaja ni kongani za viwanda eh, ambapo mpango ni kwamba kila wilaya nchini Tanzania iwe na kongani za viwanda alivyokuwa juzi Mtwara, alisema kwamba uh, SGR itaunganishwa kwenye mpaka kwenye bandari ya Mtwara na bandari ya Mpamba Bay, ambayo itamaanisha kwamba mizigo yote eh, kutoka maeneo ya kusini yatakuwa yanasafirishwa kwa SGR, ina maana kwa haraka zaidi na kwa gharama nafuu zaidi. Kwa basi ni wasihi eh, wakazi wa Dar es Salaam wanapoona ujenzi mbalimbali unaendelea ambao unasababisha foleni kwa kiasi fulani kwa sasa hivi avumilivu kwa sababu miradi hii itakapokamilika, sio tu kwamba itapunguza foleni ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini moja kwa moja itahakikisha kwamba uchumi wa dawa unakuwa, na ni miundo mbinu hii ambayo itaifikisha Tanzania kwenye lengo ya dira ya elfu mbili na hamsini ya kuwa na uchumi wa dola trilioni moja.